Kwa mara nyingine mtunzi na msimuliaji John Donatus wa simulizi mbalimbali akishirikiana vyema na Ima Graphics, ambaye waweza kumpata kwa namba yake ya simu ya mkononi ya 0622181319 mwisho ina tisa, na huyu simu mwingine unaweza kumpata kwa huduma za graphics pia. Unaweza kunipata kwa namba ya 07570651 55 tunakuletea simulizi mpya yaitwayo Marehemu Anayeishi. Usisite kutembelea chaneli yetu ya YouTube kwa simulizi mbalimbali mbali. Karibu katika simulizi hii upate kujifunza. Kwa maoni au mapendekezo, usisite kunitumia ujumbe mfupi au kunipigia kwa simu namba 0757 0651 mwisho 55 Licha ya kuendelea kukuletea simulizi, nina changamoto ya ufadhili ili kuendesha kazi hii. Kama utakuwa tayari kuniunga mkono, karibu changie kwa chochote kwa 0626078934. Karibu. Wakati ndugu wa marehemu wakiwa na majonzi mbele ya jeneza, waliohudhuria msiba huo wanashindwa kuwaelewa wafiwa, kwa maana hakuna muunganiko kama wafiwa. Jeneza limefunguliwa na mchungaji anahubiri kwa ajili ya msiba huo. Marehemu alikuwa mkristo haswa. Waombolezaji wanaendelea kupita mbele ya umati kuaga marehemu, mikono yao wameiweka mbele kama wanaoenda kukomonika. Waomboezaji wengi wamevaa kinadhifu, mavazi yao yamebandikwa picha za bendera za, za familia yao, kuashiria walikuwa familia moja na mwenda zake. Wenyeji au majirani na marehemu hawajapata nafasi ya kuaga mwili wa jirani yao, jirani aliyekuwa ya nuru iliyowaka kutoka kijijini na kuwa mkubwa kwenye familia kubwa. Majirani hao wako pembeni kabisa na hawana haki ya kushiriki msiba huo, kwa sababu familia ni kubwa, wengi hawawezi kuhudhuria msiba, wengi hawawezi kuhudhuria msibani. Wengi wao wamebaki kazini, kwa kazi za kifamilia na kumalizia msiba katika runinga ya kifamilia. Cha kushangaza, wasio na uhusiano na marehemu ndio wanaolia sana kuliko hata mjane wa marehemu, kuliko hata watoto wa marehemu. Kwa nini marehemu haliliwi na ndugu zake? Walakini, waliokuwa karibu na marehemu kuna waliompenda. Wao waliwaza wataishi vipi kwenye familia moja na wale waliokuwa hawampendi marehemu. Wao walifurahi kuona wasiyempenda ameondoka. Huu ni ujinga, tena ni ujinga uliokithiri. Inakuweje ndugu wa familia anafariki unafurahia kufa kwake? Kama si kuwa na moyo wa hiana. Ilipo timu saa kumi, si jeneza wala sura ya marehemu kuonekana tena, bali ilikuwa ni kaburi lililoonekana lililokuwa Dilu limejengwa na familia. Wakati huu hata wale majirani waliojaa inzi kulingana na mavazi yao hawakuonekana waelejea makwao kuendelea na shughuli zao, na wala si msiba tena. Kama ilivyo tamaduni nyingi, kifo kwa baadhi ya makabila kina faida kubwa. Kwanza, hukutanisha wanaukoo wote ili wenye njaa na kiu shida zao zinaishia hapo hapo. Haikuwa hivyo katika msiba huu wa huyu marehemu, wanafamilia hawana maumivu wala hawana uvumilivu. Hata kabla siku kuisha, wengi mkuu wa familia anawatimua kuwa kuwa si sehemu ya familia Ukimuuliza mkuu wa familia kwa nini anawafukuza, ataishia kufoka na kutunisha misuli kuwa hawastahili kuwa sehemu ya familia kwa kuwa wana utambuzi binafsi, kwani mtoto akikua anaweza kuanzisha maisha yake nje ya familia. Kadi siku zilivyo zilivyo zilivyoenda, waliotaja kauli za marehemu walionekana kuwa adui wa familia, walifukuzwa kuwa si sehemu ya familia tena wakazaliwa wengine kwenye familia na wengine wakaomba kujiunga kuwa sehemu ya familia. Siku moja mbili hadi mpaka watu walianza kumwona marehemu alikuwa muhimu katika familia. Wanafamilia wengine walifika kuzuru kaburi la marehemu alikokuwa amenunua kiwanja na kujenga huko. Waliomchukia marehemu kwa yote mema na mabaya wengi walimzungumza kwa mema na mazuri wakiwa kwenye vijiwe vya kahawa. Wengi hawakuwa na la kusema, waliona kuishi kwenye familia ni kwa kudura za Mwenyezi Mungu. Siku zilienda, siku tano ilipofika, hali haikuwa mbaya wala nzuri kwenye familia. Vita ya ndani kwa ndani ndani ya familia waliendelea kuvurugana, huku mtindo ukiwa ule ule wa kufukuzwa kwenye familia maisha yalienda. Familia ilikuwa kubwa, japo bado kwenye familia wapo waliotembelea mtazamo wa marehemu. Marehemu alikuwa mpambanaji, alipambania familia kwa jasho na damu. Alitengeneza bustani nyingi kwa ajili ya kutua vipepeo wakubwa na wadogo. Alitengeneza karatasi zenye kuelea juu ya maji zikiwa zimebeba sisimizi wengi, hali iliyofanya sisimizi wengi kuvuka kwa uharaka. Marehemu hakupenda mtu aliyetoa na kupokea rushwa ndani ya familia. Mwanafamilia alionekana kuishi kama kupe, mwanafamilia aliyevunja, aliyejivuna na kusahau majukumu ya kuhudumia familia, huyu hakuwa tena sehemu ya familia. Mwanafamilia alionekana kuwa mzembe, mvivu, hakuwa na nafasi kwa marehemu familia iliyonyoka ikawa familia ilinyoka, ikawa yenye kutengeneza hofu kwa familia zingine zione kuwa familia nzuri. Wivu kwa familia hiyo ikawa shughuli nyingine tena, lakini hii haikuwa ngeni kwa marehemu. Waliokwepa kulipa fidia kwa familia na waliohujumu familia kwa muda wa miongo waliona vema kuhamia familia zingine na baada ya msiba wa marehemu vipepeo vilianza kuwashusha kwenye bustani hao wahujumu kutoka familia za ugenini, huku wakiwa huru tena katika familia. Swali kwa wanafamilia: je, kwa nini waliondoka na walirudi? Na hapo wanamkumbuka, wana marehemu wanamkumbuka. Wanam, wanakumbuka sauti ya marehemu, ndiyo maana mpaka miongo 30 ijayo, sauti ya marehemu bado itakuwa ikiishi ndani ya wanafamilia. Vinginevyo sauti hiyo ipigwe risasi. Lakini ukweli hauwezi kubadilika kamwe. Ukisikia marehemu anayeishi vizazi na vizazi, basi ndiye huyu. Pumzika huko uliko hakika Unashangaa ukiona ndugu zako wa tumbo moja wanavyovuruga familia iliyo moja kwa kila jambo. Naamini umeshakutana na mababu wa familia hii waliotumia akili na nguvu kubwa kuiunganisha familia hii yenye makabila mengi, kwa maana wanafamilia wanaoa na kuolewa nje ya familia, lakini ni pana na imepanuka na ni kubwa, na ina ukubwa wa kutosha. Kama wakiwa bega kwa bega Familia itakuwa na maendeleo makubwa kuliko familia za majirani zilizojaa chuki, lawama na usaliti wao kwa wao. Na kufikia hapo, sina la ziada. Ilikuwa nami mwandaaji na mtunzi wa simulizi hii ya marehemu anayeishi, John Donatus. Usisite kutembelea chaneli yangu ya YouTube ya Simulizi Zetu kwa simulizi kemkem -kem na simulizi mbalimbali -mbali. Karibu katika simulizi inayofuata. Kwa helini.